Habari zenu ndugu zangu watazamaji wa channel yetu pendwa zaidi ya Sharifu Ramadhani ama Tabib Ramadhani. Karibuni tena kwenye makala yetu ambayo inahusiana na masuala ya pete, pete ambazo ni za mvuto, pete ambazo zina uwezo wa kukusaidia katika biashara, pete ambazo zina uwezo wa kukusaidia katika makampuni, pete ambazo zina uwezo wa kukusaidia na kukulinda kwenye masuala ya chuma ulete na pete ambayo itakulinda na vitu vibaya pia na pia, pete hizi zinazalisha wateja katika biashara zako ama zinazalisha wateja katika kampuni yako. Kwa hiyo pete hizi zinasaidia sana watu, na ndio maana leo hii unaona watu wengi wanavaa pete. Wengine wanavaa pete kama mapambo, lakini asilimia tisini na tisa wanavaa pete kwa ajili ya mvuto. Zile dawa ambazo walikuwa wakitumia huko nyuma za kuchoma kwa ajili ya mvuto, leo hii hawazitumii. Wanachotumia ni pete. Pete ama saa huwa ndio vitu ambavyo vinahusiana sasa hivi kwenye masuala ya mambo ya mvuto katika biashara ama makampuni ama kazi lakini asilimia kubwa pete ndio imewekwa kipaumbele sana. Unaweza kukuta mabosi ni wengi wanavaa pete, unaweza kukuta viongozi wengi wanavaa pete. E, unaweza kukuta mfano kama matajiri wengi wanavaa pete. Kuna mwingine hawezi kuivaa abari aesa nyingine, anapenda kuweka mfukoni, wengine hawapendi kuonekana kwamba wamevaa pete kwa sababu ya nini? wengi wanaika tumfukoni lakini asilimia 99, wengi wanatumia pete kwenye maswala ya mvuto. Kwa hiyo ndugu yangu karibu sana, ambayo wewe uko nchi za nje, una uwezo wa kutengenezewa pete, hata kama umeinunua ama unayo hapo ulipo. Kuna njia nyingi sana za za kutengeneza pete pete kwa kwa sababu tunazitengeneza kwa kutumia nguvu za kiroho ama nguvu za karama. Kwa hiyo hata kama uko mbali, karibu sana namba